shuli ya upigaji kura katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Magarini, ambao umeanza rasmi siku ya leo ya Alhamisi tarehe 27, ni toka saa 11. Wakaazi wamekuwa wakimiminika katika kituo hichi cha kupigia kura cha Mapimo Polytechnic na zoezi hili limeanza mapema. Kituo kimefunguliwa saa 12 kamili, wale maofisa wa IBC wametuonyesha lile sanduku ama debe la kupigia kura, wakafungua waka imekuwa tupu kwa witness kwamba hiyo debe ilikuwa tupu, wakaifunga, ndio tukaanza kupiga kura. Mimi nimekuwa wa pili kupiga kura. Nashukuru mitambo haikusumbua, nimekuwa hapa katika kituo cha kupiga kura, nimepiga kura vizuri. Ni wakati wangu sasa, natoka. Zoezi limekuwa vizuri e isipokuwa hakosi changamoto, lakini inaona imeshughulikiwa, na watu wanaendelea kupiga kura. Usalama nao umeimarishwa vizuri, hakuna shida eh, chini ya maafisa wa usalama wakitazama zoezi hili likifanyika kwa njia ya uwazi na usawa bila wakati wote kituo hichi cha kupigia kura cha maafisa usalama, wa usalama wamekuwa katika eneo hili kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa. Na maafisa wa IBC waliweza kufungua vituo hivi kuanzia mwendo wa saa 12 kamili. Yale masanduku ya kupigia kura yaliweza kufunguliwa, yakaweka wazi kwa ajili ya wananchi kutazama na kuamini kwamba hakuna hata karatasi moja ndani ya, ya masanduku hayo, na pia yakaweza kufungwa kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, hakuna tatu shule lote na wananchi wakaweza kuruhusiwa kuanza kupiga kura mmoja baada ya mwingine . Mapimo ni kituo ambacho pia kitatumika kuanzia mwendo wa saa kumi na moja na nusu baada ya vituo vyote vya kupigia kura katika eneo eh, hili bunge la Magarini ambapo iko na vituo 193 na waliojisajili kama wapiga kura ni 1080 na 123 ambao watakwenda kupiga kura katika vituo mia moja na tisini na tatu vya eneo bunge hili la Magarini ili kuhakikisha wanachagua kiongozi ambaye wanamtaka atakwenda kuwakilisha katika bunge la kitaifa. Ni shughuli iliyofanyika kuanzia mwendo wa saa kumi na moja kamili, na watu walioruhusiwa kupiga kura walikuwa wakipiga kura mmoja baada ya mwingine. Na wakina mama ambao wamekuwa wakijitokeza kupiga kura na hata wazee wameweza kusema kwamba e, zoezi hili limefanyika kwa usawa, waliweza kuruhusiwa kupiga kura kwa usawa na wakatekeleza jukumu lao la kidemokrasia. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwako Kamtsumi. Coco FM, ladha ya pwani.